Turamichuan narudia tena. Hapa ndio nataka watu ninataka wa waliokoka woga waishi. Narudia tena lakini, kila mwanamke ataomba kwa jirani na kwa huyo akaye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Nani mtawavika watoto wenu na binti zenu? Nani mtawateka nyara? Usisahau wa Misri. Usisahau wa Misri walikuwa wachawa, wabomezi, vitu vyao vyote viko wakfu kwenye uchawi wao. Usisahau wa Misri hawakuwa wanaamini kama kuna Mungu mwingine zaidi ya mungu wa kwao, kwa hio kila kitu cha kwao kiko wakfu kwa mungu wa kwao. Lakini Mungu anawaambia mtachukua kwao mtachukua kwa mimi. Natamani uamini kwamba yule mchawi aliyoko karibu yako, utachukua kwake vitu vikawa utajiri kwako. Umeisha. huu ni wakati wa kuwateka nyara maadui zetu. Huu ni wakati wa kuwaweka

Tanzania na Uganda ni feto, hakuna wachawi. Nenda kauluza wachawi wa Misri, watu wao wanafanya, walikuwa wanashindana na Mungu uso kwa uso, lakini Mungu akasema chukweni kwao, yes. Lazima Mungu akupe wazo la namna ya kuchukua mali kutoka kwa watu walio nje ya imani uliyonayo. Usiwe na mawazo ya kuchukua utajiri kwa watu ambao unaamini nao, mtaleteana fitina, utaleteana umbea, na ndio maana umbea makanisani haikosekana. Mwangalie jirani yako, mwambie, kwa sababu unataka usifiwe na watu wa kanisani wako, unataka uinuliwe na watu wa kanisani. Unatakiwa uinuliwe na wale mataifa, usemwe na wale mataifa vizuri. maana aeak yeah. si ya kusema weko, <laughs> <laughs> Okay. Kwa sababu mnagombania vitu vya nyumbani, mnagombania nafasi za nyumbani <laughs> Amen. Lakini naomba nikuambie, msigombanie nafasi za nyumbani, tayari hizo ni zenu tu shamba la baba yako ni lenu tu. Huwezi kusema umeteka nyara shamba la baba yako mwenyewe, eti kwa sababu wenzako hawajapewa, sio? Umeteka nyara, umezulumu, hiyo umezulumu ndugu zako. Mmoja alikuwa anafundisha familia moja, akawaambia, hata kama baba yako anakupenda hata kama ulimtunzaji, lakini itakapofika wakati wa usia, akikugawia shamba wepokea, lakini baadaye itandugu zako waambia ndugu zako zangu baba kanipa yote shamba lakini na mimi nawapana na eseze ile shamba. Hujateka nyara chochote wewe, teka baraka, chukua lesi, chukua baraka Amen. Baraka inazaa mashamba baraka, mashamba hayazai baraka kwa baba. Ukitaka teka baraka, ili usijenge chuki kwa ndugu zako. Usipeke mali, peka baraka. na wanadamu no wajamielewa, mwangalie mo mwenzako, mwambie usitolee no, macho mali za baba yako, tolea macho baraka. Sema baraka, sema baraka, sema tena baraka, ndio hey! Mimi nakushuhudia kweli, naishi maisha moja mazuri sana. Nimesema maisha mazuri, ni yale maisha ya kulala unalala bila stress na unaamka uko fresh, unaenda kwenye kazi yako. Yaani hakuna maisha ya, yani, ya kusumbua, kwa sababu nilichovizia sio mali, ni baraka. mm -hmm. lakini unapofika sasa kwenye mali, nisikize nzuri sana. Mali unatakiwa uzipate nje sifa. Mali unatakiwa uzipate nje, okay. Yusufu alipatia wapi sifa yake? Daudi alipata sifa sio wa wa baba yake, alipatia kwa Wafilisti. Hakupiga ndugu zake, alipiga Wafilisti. Nasema hivi, Daudi hakupiga ndugu zake. Ndugu zake wa Kristo niye mlioko hapa, hamwezi kuchanua kwa kupigana. Nakwambia, futa agenda ya kuogopa wachawi, maso, mtakataka futa ya mali zote ni mali ya Mungu, na vitu vyote nimewatoa mikononi mwenu zamani. Anasema, usitoke mikono, nitakutoa na mali. Mm -hmm. Wakati walipokuweza wakakuweka chini ya mamlaka zao, walikunyang'anya, walikuonea, lakini siku Mungu anakutoa, utoke mikono Amina. Haiwezekani, ni kweli sana na nisikilize, dada zangu, mama wapendwa, tunatoka kwenye mikono ya shetani, alafu tunamwachia vitu na maisha yetu yanakuwa maisha yanakuwa maisha ya kuombaomba, maisha ya unyonge. Ndugu zangu, nawaambia. Usionee wivu kanisani kwako, ndani kundi moja linapostawi, usionee wivu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Makanisa na makundi, kundi Yes. la vijana, kundi la mama. Sio? Amen. Amen. Amen. Amen. Makundi ya baba. Kwaya. Yes. Unakuta vita vyao viko ndani ya makundi. Yes. Kundi hili linasema nakwambia, siku hizi ni wao tu. Mungu

Mwambie Bwana huanzia mahali. Ndipo aelee kwenye maeneo mengine. Aelee kila mahali kwa dakika moja ni utaratibu wake anachukua mahali. Kwa kuona kanisa kwako kwa aya moja au kumi moja nimepata nguvu ya kuchukua ujue ni dalili kwamba roho ya mstafu imetangaza.